Leo tutajadili usimamizi wa hernia za ventral tata. Hernia ni hali ambayo huathiri tabaka zote za jamii na umri wote pia, haipuuzi mtu yeyote, kutoka kwa watoto wachanga hadi wazee sana, wote wanaathiriwa na hernia. Sasa hernia kwa kawaida ni tatizo rahisi sana kusimamia, na inaweza kusimamiwa kwa upasuaji wa wazi, laparoskopi na upasuaji wa roboti, lakini baada ya kusema hivyo hania za ventral tata ni ngumu sana kutibu. Baadhi ya wagonjwa wao hu hupitia upasuaji mara tano mara sita kwenye ukuta wa tumbo na kuufanya kuwa dhaifu sana na hania kubwa zinaweza kutokea. Hania moja kama hiyo inaitwa hania ya kupoteza eneo. Sasa fikiria kuhusu uwazi wa tumbo lako na uwazi wa hania. Ikiwa ukubwa wa uwazi wa hania ni mkubwa zaidi kuliko uwazi wa tumbo, inaitwa hania za kupoteza eneo. Sasa hania hizi ni ngumu sana kusimamia kwa sababu ikiwa ungejaribu tu e, kupunguza yaliyomo kwenye hania ya ndani ya ukuta wa tumbo na kuifunga kutokana na shinikizo, watu hawa watapata ugumu sana wa kupumua na kusababisha hali inayoitwa ugonjwa wa compartment ya tumbo ambayo inaweza kuhatarisha maisha. Kwa hivyo tunahitaji kufanya mbinu tata na eh, upasuaji na mbinu ambazo zimeundwa mahususi kwa ajili ya kutibu matatizo kama haya. Tuna mbinu nyingi nyingi zinazoitwa kutenganisha vipengele, pneumoperitoneum ya kabla ya upasuaji, sindano ya sumu ya botulinum. Hizi zote ni taratibu za kiufundi sana eh, na zinaweza kufanywa tu katika vituo vya ubora ambavyo vina viwango vya juu vya mafunzo na utaalamu katika matatizo haya. Sasa taratibu hizi zinaweza kufanywa vipi? Ndiyo, zinaweza kufanywa kwa upasuaji wa wazi, zinaweza kufanywa kwa upasuaji wa roboti na zinaweza kufanywa kwa laparoskopi. sasa kwa nini hania hizi ngumu ni vigumu sana kutibu? Hania ngumu ni vigumu sana kutibu, kama nilivyosema, kwanza zinaweza kusababisha ugonjwa wa compartment ya tumbo. Pili, kwa sababu ya upasuaji wa awali, mara nyingi kutakuwa na mambukano mengi ya utumbo kwenye ukuta wa tumbo, jambo ambalo linafanya iwe vigumu sana kutibu na linaweza kusababisha matatizo mengi ikiwa halitafanywa vizuri. Lakini hapa katika taasisi za upasuaji wa hernia na ukarabati wa ukuta wa tumbo za Apollo, kwa sababu ya utaalamu wetu na kujikita tu katika uwanja mmoja maalum, tunapata kufanya kesi nyingi ngumu ambazo zina matokeo mazuri sana, na tuna miundombinu yote hapa kutibu hernia ngumu za ventral vizuri sana. Asante.